Hatua ya kwanza kwenye maandalizi ya uchaguzi mkuu imeanza rasmi hii leo kupitia maandalizi ya sajili ya upigaji kura. Shughuli hiyo hufanywa kupitia harakati za kuwasajili wapiga kura kote nchini. Mwenyekiti wa IEBC Isaack Hassan amezindua shughuli hiyo katika mtaa wa Pumwani hapa jijini Nairobi. Jeff Kirui anaarifu. Mchakato wa kuwasajili wapiga kura umeanza rasmi shughuli yenyewe ikizinduliwa na mwenyekiti wa tume ya IEBC Isaack Hassan katika mtaa wa Pumwani hapa Nairobi. In every region this thing is happening. In every ward this will start happening from now. With those few remarks I declare the mass voter registration officially launched. Mbwembwe za uzinduzi huo zikinoga huku wanasiasa wakijumuika kwenye hafla hiyo. IEBC inanuia kuhakikisha kila Mkenya ambaye ametimiza umri wa miaka kumi na minane na ana kitambulisho amepata fursa ya kusajiliwa. Shughuli hii hata hivyo haitajumuisha kaunti ya Kericho na eneo bunge la Malindi hadi baada ya uchaguzi mdogo uliotengewa tarehe saba mwezi ujao. Wakati wa uzinduzi wa leo, zaidi ya wapiga kura thelathini walisajiliwa, baadhi yao wakielezea hisia zao kuhusiana na shughuli zima. Hii ni mara yangu ya kwanza kuja kujiandikisha kama mpiga kura. Sohizi lengewe limelipata ni nzuri, na niliharaka haraka a akupoteze muda, na wanafanya vizuri sana. Mimi naomba kila mtu yuko kila mahali popote, asihakikishe ana kura, ana kipandi, kwa maana hata kama mnikiulizwa mtu akiwa hana kura yazizita haya ya kijiri. Mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi aliongoza wakazi wa eneo bunge lake katika hafla ya kuwasajili wapiga kura wapya. Wito umetolewa kwa wanasiasa kuwahamasisha wananchi kujisajili. Wale ambao walisajiliwa kabla ya uchaguzi mkuu uliopita hata hivyo hawapaswi kujiandikisha upya. Kufikia waktu wa uchaguzi mkuu uliopita, IEBC ilikuwa imeweza kuwasajili wapiga kura takriban milioni 14.3 na awamu iliyozinduliwa leo inanuia kuwasajili wengine milioni 4 ifikapo Machi 15 na idadi sawa na hiyo ifikapo uchaguzi mkuu mwaka ujao. Jeff Kirui, KTN, leo.